Lindi oye! Oh yeah. Oh yeah. Natambua kiu yenu kubwa na ya Watanzania wote kwa ujumla ni kuona mradi wa gesi asilia ya kimiminika yaani LNG wa kule Likongo, Mchinga. Sasa mradi huu ni mradi mkubwa sana, ni mradi wa dola bilioni 40. Sasa anayewekeza lazima awe na uhakika wa pesa yake anayokuja kuiweka hapa itamzalishia kitu gani. Lakini na sisi tunaoletewa mradi lazima tuwe na uhakika, mradi huu tutapata nini kutokana na mradi huu na mali asili yetu inayokwenda kutumika. Tuko hatua za mwisho za kukubaliana. Baada ya kukubaliana kabisa kabisa, tutasaini mkataba na wataanza pirika za mradi. Nachotaka na kuambia Wanalindi, mradi upo, lakini hatuwezi tu kupokea mradi ambao usingekuwa na manufaa na nchi yetu. Lazima tuzungumze, tuelewane. Mradi utakapokaa hapa, tujue tunapata nini, wanapata nini na tunaendaje? Kwa hiyo mradi, ndugu zangu Wanalindi, upo. Ahadi iko pale pale, na ndio maana kile chuo kinaendelea kujengwa ili kuanza kuwafundisha vijana wetu ili wapate ajira kwenye hilo eneo.